Kim Media. Ilikuwa siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 ilikuwa ni siku ya uchaguzi. Nilipigiwa simu na wifi yangu ambaye ni dada yake na mimi wangu. Tukasalimiana, akawa ameniuliza wifi, vipi pole na uchaguzi? Nikamwambia nashukuru nimefanya uchaguzi mapema tu, nimerudi nyumbani, sasa hivi nimetulia tu, nipo nyumbani. Akaniambia sawa, na mimi nimeshatoka kuchagua, sasa hivi naelekea nyumbani. Nikamwambia sawa. Akawa ameniuliza wifi, kesho vipi utakuwepo nyumbani? Nikamwambia nitakuwepo kwani vipi? Akaniambia Wifi yangu nimekumiss, nataka nije kukusalimie. Nikasema sawa Wifi yangu karibu. Tukalala hiyo siku ya tarehe ishirini na tisa kuamkia tarehe thelathini kitu kama kwenye saa tano inaelekea saa sita kweli nilimuona Wifi yangu kafika, kwa sababu mimi naishi maeneo ya barabara kubwa kutoka Urambo. Tukaliwa nilimuona Wifi yangu kafika, tukapokeana vizuri. Baada ya kuwa amefika, nikamkaribisha ndani, tukasalimiana. Baada ya kusalimiana, nikamwambia sawa Wifi, mkuta nishakunywa chai, kodi niende senta, nikaemee nije nipike tule. Akasema ha, Wifi hata usitoke saizi, ngoja kwanza nikupe habari nizo kuja nazo, sina muda wa kukaa, yani ikiwezekana ratiba nizo kuja nazo zikikaa vizuri, mimi leo inaondoka au kesho asubuhi. Nikamwambia wewe umeniambia umenimisi, sasa saizi unakuja tu mapema unaondoka. Akasema eh, Wifi basi, kanieleze. Nikasema sawa, nikakaa kwenye kochi. Baada ya kwa nimekaa, akaniambia Wifi, mimi nimekuja bwana, shida kubwa ni mzazi mwenzangu babake na kakatoto, kwa sababu alikuja na katoto kana takriban miaka mitatu kuelekea minne, kakike akaniambia babake na huyu mtoto bwana, mimi ananizingua sana kwenye maisha. Nina na takriban ni miaka minane na ishi naye, lakini hajanifanyia chochote kile kwenye maisha yangu. Sasa mi nataka nitengeneze hii shule nipate hela, kwa sababu mme wangu ana hela, maana ni mstafu wa jeshi, ni mwanajeshi alikuwa hapo Tabora, kaisha stafu. Sasa ana hela. Mwaka jana tu tumeenda Dar es Salaam tumechukua hela zaidi ya milioni 30, lakini hajanifanyia chochote kitu kwenye maisha yangu. Sasa mimi nikaona hapa nifanyeje? Kila nikimwambia anachonijali sana ni kwenye huduma ya kodi ya nyumba, bili ya umeme, labda nakula, lakini kwa mengine wala hata hanijali. Kwa hiyo nimeona hapa size nitengeneze mchongo nipate hela. Nikamwambia ushi yangu. Sasa ni mchongo gani utakaofanya ili upate hela? Akaniambia tulia ushi yangu nikwambie. Mimi nimekuja na issue hii hapa. Yaani kama tampata mkaka mwenye uwezo wa kusema ambaye hawezi kuteteleka kwenye simu ampige mkwala huyo mbaba, kwa sababu huyo mbaba namfahamu, ni mzaifu kwangu, ananipenda na anapenda mtoto wake, hata kubali niangamie, ni lazima ila atachuma. Nikamuuliza ehe, unataka utumie shilingi ngapi? Akasema mimi nikitumia milioni mbili, kesi imeisha, mimi naondoka. Nikamwambia wifi, milioni mbili yote mtu anaweza kukutumia, hata kama ndio mume wako? Nina uhakika zipo, ndio maana anasema milioni mbili. Nikamwambia haya, kwa hiyo saizi wewe unasemaje? Anasema mimi nitafutia tu kaka mwenye ujasiri wa kuongea na simu ya kumpiga mkwala huyo mbaba. Nikaambia, saa ngoja sasa wifika. Mimi nenda zangu kwanza center nikaemee nije nipike tu, leo mpango tutafanya baadaye. Akaniambia wifi, ukutana na mkaka unemfahamu, njoo naye. Nikamwambia basi ngoja wifi niende kwanza kijiweni, nikirudi tu mambo yatarekebika. Bahati nzuri, nimefika kijiweni, kuna mkaka nafahamiana naye, huaga ananiita mamdogo. Nikamwita, anaitwa Vitu, si huyo kaka. Nikamwambia Vitu, nakuomba nyumbani kwangu nina shida. Shida gani mama? Nikamwambia njoo tu nyumbani kwangu nina shida. Kwa hiyo yule kaka akasema basi, kama dakika 10 takuwa nishafika. Mimi nimeemea, baada ya kuemea nikarudi kwangu, nimefika nikaanzisha zoezi la kupika jikoni. Yule mkaka sio muda mrefu akawa amefika. Baada ya kufika yule mkaka, nikamwambia kakaangu, karibu ndani, kuna mgeni. Kweli yule kaka kaingia ndani. Baada ya kuingia ndani yule kaka nika, na mimi nikafuata nyuma, nikamkuta, nikamwambia baba eh, nilikuitia mgeni huyu hapa na mazungumzo na wewe, fanya naye mazungumzo. Kweli yule kaka kaingia ndani, mimi nikatoka, nikaendelea na shughuli zangu jikoni. Nimeivisha chakula, nimeingiza ndani, yule mkaka akasema tukamkaribisha chakula akasema, mimi sili, nimeshiba. Akatoka akasema ntarudi jioni mida tunakula. Nikamuuliza wifi, vipi, ratiba zako zimekaaje? Akaniambia ziko zinatiki. Kaka kakubali, kasema atanisaidia kupiga mkwala. Nikamwambia aya, mmm, sawa. Tumelala hiyo tarehe thelathini, asubuhi yake tarehe thelathini na moja, tarehe thelathini na moja hiyo

Nimerudi kwenye mishemeshe zangu yapata kitu kama kwenye saa tisa, saa kumi hivi. Wifi akaniambia hivi, wifi muamala umesoma. Nikamwambia, "Eh, niambia wifi yangu umesomaje? Nimetumia laki tano. Umetumia laki tano na kaka ambaye ndo baba Nema ambaye ndo mzazi mwenzie." Akaniambia, "Yeye kanitumia laki tano. Nikasema, "Ah, sawa, haina shida." Tukalala. No, ile jioni yule mkaka akaja. Pale nyumbani kwangu na nyumba mbili. Moja ya nyumba ninayo kubwa ina chumba na sebule na singo na nyumba moja ina singo singo, singo tatu. Singo moja ina mpangaji. Sasa pale mpangaji ana vitoto vidogo vidogo vikao vinapigapiga kelele. Baada ya hapo ikabidi wenyewe watoke nje, wakaenda nyuma ya nyumba, wakawa wanazungumza. Kwa hiyo mazungumzo yao mengi mimi nilikuwa siyafahamu kwa sababu yule mkaka alikuwa anapangwa na mdada. Sema hivi, sema hivi na yeye anasema. Sema hivi, sema hivi na yeye anasema. Sema hivi, sema hivi na yeye anasema. Ili atepete mume wake amtumie hiyo hela. Baadaye yule mkaka akawa ameondoka. Tarehe 31 hiyo, tarehe 1 pamekucha asubuhi yule mkaka tena akauzulia akawa amefika pale kwangu. Mimi nikaendelea na mishe zangu, nikawacha wanaongea, wakatoka tena mle ndani wakaenda kuzungumzia nje. Nikaendelea na mishe mishe zangu pale nyumbani, baadaye nikaandaa chakula cha mchana, tumemaliza kula. Wifi yangu ananiambiaje wifi? Muamala wa pili umesoma, imetumwa laki tano nyingine, nikamwambia hivi. Wifi yangu kwa mimi binafsi, kwa sababu ulikuja kwa niaba ya kutafuta tu hela ili upate hela ya maisha kwamba mume wako anakusumbua. Hiyo milioni moja mimi naona kama vile inatosha. Chukua hiyo milioni moja yako, akafanya mambo yako, maisha mengine yaendelee. Akasema, kweli wifi, mimi sasa hizi nafanyaje? Naondoka. Nikamwambia sawa. Kitu kama kwenye saa kumi kuelekea saa kumi na moja akaanza maandalizi ya kuondoka, kwa sababu nyumbani kwangu alikuja, hana mkoba, hana kipande cha kitenge, alikuwa na gauni tu, na katoto kake alikuwa na gauni tu, yani hakuwa na kitu kingine chochote kile. Wifi yangu kweli alihitaji kusimama barabarani, kwa sababu nilipo mimi ni barabara kubwa, lakini magari yakaonekana kusumbua, kwa ule muda akaniambia hivi wifi, hauna namba za boda? Nikamwambia hivi na kakaangu mmoja, hivi na namba zake. Nikampigia simu nikamwita kakaangu, uko wapi? Akaniambia nipo shamba. Nakuomba mara moja hapa, kuna abilia. Akaniambia je, wifi, natakiwa sasa unitie uni na yule mkaka ili nene nikatwela nimpe chake. Nikamwambia poa. Nilikuwa na mtoto wa mpangaji, nikamwaagiza akamwendea yule mvulana, kwa sababu hayupo mbali kutoka kwangu. Yule mvulana akaja, waboda akaja Sikujua wameona shilingi ngapi za gharama ya boda mimi sijui. Kawabeba kwenye pikipiki kawapeleka Kaliwa. Mama aliniambia kwamba mimi nikienda Kaliwa, sintorudi tena huku. Napanda basi la moja kwa moja mpaka nyumbani kwangu Tabora. Nikamwambia sawa Wifi yangu, kwa kweli kwa sababu ilikuwa ni usafiri sio wa kushindikizana. Sikumshindikiza maana pikipiki ilipaki uwanjani wakapanda yeye Wifi pamoja na yule mkaka na katoto na boda wakawa wameondoka. Kwa kweli nilikaa takriban siku nne Wifi yangu hajanipigia simu. Mimi nilipenda nimpigie, kwa nini mbona imekuwa kimata salamu Nikapiga simu. Simu yake iliita ili, lakini haikupokelewa. Nikajua yuko kwenye mishemishe, maana mara nyingi waga unaweza kupigiwa simu iko mbali au na majukumu yako kashindwa kupokea simu. Mimi sikufuatilia hilo. Baada ya hilo, siku mbili baadaye, ambaye ni baba mtoto wangu sasa, mimi akanipigia simu mchana akaniuza, mama Zena uko wapi? Nikamwambia nipo nyumbani, nimeza mishemishe zangu, nipo nyumbani. Akaniambia vi bwana, mimi nimepigiwa simu na ndugu zangu wa Morogoro, na mwingine yupo Mwanza, na mwingine yupo Sikonge. Wananiambia kwamba dada Mwajuma alitekwa. Wewe una taarifa za Mwajuma kutekwa? Nikamwambia Mwajuma alitekwa lini? Nasema ati Mwajuma alitekwa sijui siku ngapi ngapi, lakini kwa muda walioniambia, si nilikuwa namuona hapo kwako. Unajua hiyo siku wifi kafika na kaka yake, alikuja kwa sababu huyo mzazi wangu, yeye anaishi Urambo. Unaona alikuja kuonana na dada yake na wakasalimiana pia. Baada ya kusalimiana, mzazi wangu akawa ameondoka akaendelea na majukumu yake na jioni akarudi nyumbani kwake Urambo. Mimi niliendelea kukaa na na wifi paka siku mbili ya tatu akawa ameondoka. Unaona? Baada ya hapo mzazi mwenzangu akaniambia, "Bwana, mimi baada ya kupigiwa simu, kuna taarifa ambazo wamezonipa kwamba dada Mwajuma akatekwa, inaonekana alipokuwa ametekwa, kwamba watu walikuwa wanauawa wa mbele yake, anaona alipokuwa sijui kwenye jengo gani, sijui mapori gani." Nikamwambia, "Bazena, dada yako huyu ni msaliti na ni muuaji. Atakuja kutuwekea maangamizi." Hebu naomba uje nyumbani mimi nikupe maelezo mazima kuhusu dada yako. Kweli yule baba kafanya shughuli zake mida za jioni, kaja nyumbani kwangu, ilibidi nimwelezee kama haya nayoyaelezea au haya niliyoanza kuyaelezea. Akaniambia, Mazena, kuwa makini sana na wifi yako dadangu Mwajuma, mi namfahamu mambo yake siyo, atakuja kukuingiza kwenye maangamizi yasiyokuwa ya lazima. Hasa unataka unataka hela kwa mme wako unaamua kumteka mme wako na mtapeli mme wako, hivi una akili timamu kweli? Sasa, bwana wewe kaa mkao wa kula ni muda wote, kwa sababu mimi nimepigiwa simu mpaka na kituo cha polisi Urambo. Kweli, tumeachana sio muda ku, ku, mwingi naitwa kituoni kabebwa na boda akapelekwa Urambo. Dakika ishirini nyingi, na mimi nikapigiwa simu. Mzee anatakiwa uje kituoni. Yaani, tafuta usafiri wa aina yoyote, kwa sababu nilipo mimi ni kijijini ni mbali kidogo na wilaya ya Urambo nikatafuta boda nikampigia, bahati nzuri nikampigia boda yule yule ambaye aliyowabeba wale walengwa wa, wa ndo ambaye ni kaka yangu. Nikamwambia kaka, twende unipeleke Urambo mara moja. Kuna nini saa hizi, mvua hii? Nikamwambia twende tu bwana. Kwa kweli alinibeba, sikumjuza chochote, nimekuja kwanza kumjuza baada ya kukaa. Tumekaribia kufika Urambo bwana, kuna moja mbili tatu, wifi yangu sasa, huyo mm, ambaye niliyombeba na na vitu siku ile. Nikamwambia eh hey, ndio yamekuwa hivyo tena eh hey. Basi tumefika pale kituoni, nikamkuta baba mtoto wangu Ekaa pembeni kidogo kwenye mti akaniita akaniambia, bwana, mimi tayari nishachukuliwa maelezo, kwa hiyo tumsubiri mkuu, katoka na wewe kachukuliwe maelezo. Nikamwambia basi sawa. Nimekaa sio muda mrefu, akapigiana simu. Mkuu alipofika mimi nikaitwa ofisini. Nimefika ofisini nikaulizwa, wewe ndo Ashura? Nikasema ndio. Akasema sawa, siku fulani ilikuweje? Nilianza kutoa maelezo kama haya niliyotoa hapa. Kwa hiyo nimetoa maelezo haya niliyoyatoa hapa na ndio niliyotoa maelezo kwa kwenye, nani kwenye kituo cha polisi cha Urambo. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.